Esa tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Tunakushukuru kwa ibada hii ambayo umetuita tuihudhurie, kwa mtumishi wako shujaa wa imani mama Sofia. Utubariki hata tunaposikiliza neno lako, nena pamoja na kila mmoja wetu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Jini, Munirusu, mwa. agata mtakatifueiciitaaa mudiruhusu ocomo agataengaeetayeu Kristo Bwana asifiwe. Amen. He not tired. Amen. Kwa hii dunia mbao tunaishi, watu wanangojianga vitu vingi wengine, wanangojia wanadamu lakini ukingojea mwanadamu anaweza kukudanganya, ukingojea mwanadamu saa zingine hata yeye ana changamoto kukushinda wewe. Leo tunataka kuongea kuhusu baraka ya kungojea Bwana aberurenkeanjehova. zaburi ambayo tumesomewa leo ni zaburi ya 130. Hii zaburi watu waliokuwa wakiimba walikuwa wanamngojea Bwana. Je, yeah, tutamngojeaje Bwana? Jambo la kwanza hii zaburi inasema nitangojea Bwana nikilia. Wakati mwingi tunastahili kungojea Bwana tukilia, kwa sababu Daudi ama mwandishi wa zaburi hii anasema ninalia kutoka vilindini, kutoka chini ya maji. Vilindini ni pahali ambapo maji ni chini kabisa. Wakati mwingi tunalia kwa sababu mambo mengi tunapitia ndani mo ya moyo wetu, tunasumbuka. Wakati mwingine tunakosa matumaini, na hata wakati mwingine hali ya dunia inakuwa ngumu, lakini nangojea Bwana nikilia. arire entaita Jehova agani Jehova agaarire amu Jehova kokimno tenyo yeye ni nguvu yangu kutoka vilindini. Hata nikiwa nimefika chini kabisa, hakuna pahali ambapo siwezi kosa kumlilia Mungu. Yeye peke yake ndiye anaweza kuniinua kutoka kwa majivu na mavumbi. Kwa hivyo nawaambia wapendwa, ni vizuri kungojea Bwana ukilia kutoka vilindini. Jambo la pili, kwanini nangojea bwana nikilia? Anasema, E Bwana, kama ungehesabu dhambi zangu ni nani angesimama? Ninalia kwa sababu najua mimi ni mtenda dhambi. Wakati huu ni wakati wa saumu, ni wakati wa siku arobaine ya kufunga na kuomba, na tunalia kwa sababu mungu angehesabu dhambi zetu ni nani angesimama? Wakati mwingi ni rahisi kuangalia mwingine, lakini wakati huo saumu ni mzuri kujiangalia. Kama Mungu angeweka hesabu ya dhambi ulifanya jana, juzi na siku ile ingine, je, ungesimama? Ndio mimi ninalia nikikumbuka. Ni kwa neema, rehema na msamaha wa Bwana ndio niko hapa. Mimi nangojea Bwana nikilia, nikijua ya kwamba gihesabu dhambi zangu singe simama. Mimi naubiri kwa neema, tunaishi kwa neema, tutaenda mbinguni kwa neema. Mungu atusaidie ya kwamba tumgojee Bwana tukilia. jambo la tatu, ninalia nikikumbuka ya kwamba kwa Mungu kuna msamaha na tunastahili kumwogopa Mungu. Baada ya Mungu kutusamehe, tumuogope. Yeye ni wa rehema, lakini pia ana hukumu. Dhambi ni vizuri, kupokea msamaha na kumwogopa Mungu. Oywai Jehova, hmm. Ukimwogopa Mungu kila wakati unamwendea kutubu na kutengeneza. Siwezi sahau kanisa ya Chebanga, mama Sofia baada ya ibada alikuwa anahakikisha tunasema sala ya Bwana na neema, sio neema tu peke yake. Lazima ukimaliza kwa vestr anasema neema, sala ya Bwana: Baba yetu aliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utusamehe makosa yetu. Kila siku alijua kwa Mungu kuna msamaha na pia Mungu anaogopwa. Unastahili kutubu kila wakati. Wakati wa saumu ni wakati wa kujiangalia, unajiangalia, unajichunguza na unatubu kila wakati. mm -hmm. Najua wakati wa saumu Kenya, kuna watu wengine wanakulanga mara nane kwa siku, ama sita. Asubuhi chai, akmogoliet ugali yenye melala zaime anakula iri na kahawa, ugali na nyama saa sita, na kama huko Kipsigis wanaongeza na mursik saa <laughs> tisa, kahawa usiku, ugali na mursik. Alafu tena wanaongeza sucha, kabla ajalala, tena anakunywa chai. mimi <laughs> nawaambia wakati huwa saumu, hata tungefunga chai waje chai saumu yote napeza nyenge wakati wa chai wakati wa, wa Pasaka, wa Pasaka, Pasaka. Unatoa kanisani janbo hmm. La pili, mimi nitamngojea Bwana, sio tu kwa kulia peke yake. Ndangojia Bwana nikitarajia, natarajia. Kwa nini natarajia? kutoka kwa Bwana natarajia kwa neno lake ealiotajehova, akanye Jehova, lakini natarajia kwa neno la Bwana. Kwa neno la Bwana napata uokovu. Kwa neno la Bwana natarajia ntapata uponyaji. Mtu mmoja akamwambia Yesu, sema neno moja na mtumishi wako atapona. Kwa neno la Bwana kuna uponyaji. Jana tulichelewa pahali, na tulikuwa tunaenda kuhubiri pahali yaani hata mchungaji akaanza kuwa na wasiwasi waimbaji -wasi wa wawili, na kumbuka waling'ang'ana sana kuimba kutia mchungaji moyo. Ngojea Bwana, kwa sababu saa zingine ukingojea gari inaweza kataa kwenda mbio vile unataka. Ukingojea, mwenye anataka kutia moyo anapiga simu, muko wapi? sema kabisa mwane lakini tukangojea Bwana na Mungu akafanya maajabu. Nilihubiri kwa hiyo ibada, na baadaye waimbaji wakaimba. Ukingojea Bwana kwa neno lake, neno lake anasema, mimi sitakuacha. Anasema ahadi zangu hazivunjiki milele, hadi yangu ni ndio na amina. Nangojea Bwana kama mtumishi wa Mungu. Mama Sofia amengojea Bwana kwa neno la Mungu miaka hizo, mm -hmm. Alitoka hapa Chebara kwenda graduation yangu Kenya Highlands 1998 mm -hmm. mm -hmm. Na unajua ni miaka ngapi kutokea hapa karibu, inafika miaka inaelekea karibu ishirini na saba seven years, na alikuwa tu hivi hajabadilika sana, alikuwa tu hivi bado msichana wa Yesu Kristo, na yeye bado anaendelea. Hata nikisikia akisema Chesosi, machozi macho inataka kutoka kwa machozi inataka kutoka, lakini sisi wanasema ariremo, nalia kwa tumbo na <laughs> mpendwa <laughs> aliyenijali, ndiposa nimekuwa na wito wa kukuja hapa, kwa sababu ukingojea neno la Bwana, Mungu ni mwaminifu kama <laughs> kwa miaka hiyo yote neno la Bwana limekudumisha. Mungu ni mwaminifu. Jambo la pili, ninatarajia hata kushinda vile mlinzi anatarajia asubuhi. Unajua, mtu akifanya kazi ya watchman, aonifike asubuhi arudi kao nyumbani, kwa sababu hii kazi iko na stress, iko na nini, anangojea. Hata mimi nangojea Bwana kushinda vile walinzi wanangojea asubuhi. Nangojea Bwana anifungulie njia, nangojea Bwana aniponye nangojea Bwana nikitarajia mambo mazuri. Jambo la mwisho, na ngojea Bwana nikiwa na matumaini. Agane Jehova en matumaini manendigamangunet kama kama kama agane Jehova ni na matumaini. Na kuna wimbo kitambo alikuwa kimanga Bwana Yesu nituma msimuanakwaya Bwana Yesu ni tumaini mm-hmm. Tumaini. No. Na kweli Bwana Yesu mm -hmm. ni matumaini, nangojea Bwana nikiwa na matumaini, na hata kama kuko na chochote, tuna matumaini ya kwamba Mungu Mungu atabariki mtumishi wa Mungu, Mama Sofia. Mungu atazidi kupanua mipaka yako mm -hmm. atabariki watoto wako mm -hmm. atabariki na wajukuu wako mm -hmm. na hata sisi tukiwa mmoja wao mm -hmm. mimi ndio nilikuwa mtoto wako peke yake, leo kutoka huku, leo tumeongezeka hawa wote ni watoto wako, tumekuja hapa kufanya ibada. Mungu wa amani akubariki, shujaa wa imani, mama Sofia. Abariki washiriki ambao tumekuwa na wao kutokea zamani. Amen. Leida Wilson na wamama hawa nawakumbuka, hata mwenye alikuja baadaye, na Mungu awabariki, mtumishi wa Mungu. Amen. Reverend Naftali Muriu, Mungu alipanga ni mfikize ndio afungue njia nifike kwa Mungu. Hata Mungu awabariki askofu na wale waliotupa ruhusa, askofu na mchungaji wa parokia na wale waliotupa ruhusa kuja kufika hapa. Na aagongoi oweopao anamalizia kusema tumngojee Bwana. Kama kuna kitu inakusumbua leo, nataka tumngojee Bwana kwa maombi, nataka nikuombee. Si lazima ubebe mkono mwanadamu akuone, ndani ya roho yako beba mkono, naambia mungu naku baba Mwenyezi na mwenye rehema, kubali kusikia maombi yetu. Tunakungojea tukilia, tunakungojea tukitarajia mambo mazuri, tunakungojea kwa matumaini. Bariki watu wako. Tunalia kwa sababu ya dhambi, utusamehe na utuoshe udhalimu wote. Tunakungojea baba mwema, tukitarajia mambo mazuri ambayo yanakuja mbele tunakungojea Baba mwenyezi, tukiwa na matumaini ya ukombozi, uponyaji, baraka na ushindi katika maisha yetu. Utusaidie tukungojee katika neno lako, hata tunaposhiriki mwili na damu ya Yesu Kristo, tungojee baraka kutoka kwako, kwa jina la Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu, Amen.